Nakukaribisha sana rafiki mpendwa, ni mimi wako Brother Alex Nyuke, na kwa sasa nataka niweze kukualika katika channel yetu ya Behold He Cometh. Hapo ndipo tunapeperusha mahubiri kupitia a, mitandao ama mtandao huo basi kila mara utakuwa unapata update zetu asubuhi, huenda jioni, Mungu akitujalia na tena, ukweli ni kwamba utakuwa unapata updates tofauti, kama za afya, za unabii na vilevile vile za ijue biblia yako. Mimi nataka niweze kukualika katika kipindi cha unabii wa maandiko ambapo yalikuwa ni mahusia yake Kristo Yesu, ya kwamba tuweze kuchunguza unabii. Nadio maana kiangalia katika kitabu cha Ufunuo moja na aya yake ya tatu inasema, Blessed ama amebarikiwa blessed is he who that leadeth and he who that heareth the words of this prophecy. Yani amebarikiwa sana ingawa Kiswahili kinasema heli lakini ukiangalia kimombo kinasema blessed, amebarikiwa sana asomaye maneno ya unabii, na amebarikiwa pia yeye asikilizaye na maneno ya kitabu cha unabii. Basi utakapokuwa ukisikiliza maneno ya unabii huu, ni tumai langu ya kwamba utakuwa umebarikiwa sana. Kabla hatujaweza kuchimba ndani ya maandiko, niruhusu kwanza tuweze kupata ombi, hatimaye tuweze kuchimba vitabu vya roho nabii, niko navyo hapa, vitabu vya roho nabii na vilevile vile tuchimbe ndani ya Biblia takatifu kama ilivyo ada ya Wakristo, kama ilivyo ada ya watu wa Mungu. Basi hebu tuweze kupata ombi. Uhimidiwe mtakatifu na Mungu wetu, ishe mahali pa juu sana na kushukuru kwa sababu umekuwa mwema na mwaminifu katika maisha kila mmoja, na kualika katika kao hili, ili tunapoenda kuingia katika fundisho la siku ya leo, mfalme wa ajabu, ukakue wewe ni mwalimu na mkufunzi katika hali zote. Basi maneno ambayo tutakayokuwa tunazungumza, ebi ya kawe, ni maneno ya msaada mkubwa kwetu sisi na katika maisha ya msikilizaji, ni ombi langu ya kwamba utatusaidia na hata kupiga hatua mbele huku tunapotazamia juu, kabla hatujachelewa. Mfalme wa ajabu, tuweze kujenga mahusiano yaliyo dhabiti nawe, tunategemea. Katika jina hilo tukufu lake Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini, amina. Rafiki, topic ambayo nataka tuweze kuiangalia ama mada ambao nataka tuweze kuchimba iko na kichwa kinasema Watchman, what of the night. Watchman, what of the night. Taito hii inapatikana katika kitabu kinaitwa Isaya 21 na aya ya kumi na moja, ambapo Isaya walimjia wana wa mashariki kutoka mahali kunaitwa Seili na wana wa mashariki walikuwa ni watu wa ungwana, walikuwa wanapekua maandiko ya unabii, na ndipo maana baada ya muda fulani waliweza kumwendea Isaya na kumuuliza, je, unabii umefikia wapi? Wakamuuliza watchman, mlinzi, unabii umefikia wapi? Watchman, what of the night. Je, usiku ni mpaka wapi na je asubuhi itakuja lini? Wakamuuliza maswali ukiangalia mpaka mtumishi wa Mungu Habakuki hata yeye alikuwa ni mlinzi, na ndio maana ukisoma Habakuki mbili aya yake ya kwanza ina maneno yafuatayo. Wacha tuweze kusoma, wacha tuweze kusoma Habakuki mbili na aya yake ya kwanza. Bibilia takatifu inasema hivi, nasoma bibilia ya kimombo version ya King James version KJV. Inasema, I will stand upon the watch and set me upon the tower. Habakuki anasema hivi, I will stand upon the watch, ambao walikuwa wanasimama juu ya mnara, atasimama juu ya mnara, na wale ambao walikuwa wanasimama juu ya mnara enzi za zamani walikuwa ni walinzi, walikuwa ni walinzi. Kazi ya mlinzi ilikuwa ni kuangalia na anapoona kuna hatari ilikuwa ni jukumu lake kupaza sauti, na ilikuwa ni sauti ambayo ilikuwa na mlio maalum ili kutahadharisha watu ya kwamba kuna hatari, na ndio maana Habakuki mbili na aya yake ya kwanza Habakuki anasema juu ya, ya mnara, kusudi lake ni aweze kutoa ujumbe, na ndio maana anasema I will stand upon the watch and set me upon the tower. Sisi pia Mungu ametuita kuwa walinzi, na anapotuita kuwa walinzi, anataka tuweze kulia tuweze kutoa sauti maalum, a certain alarm, ili watu wa Mungu waweze kuinuka, waweze kuamka kutoka kwenye usingizi, na pia hata vilevile vile dunia nayo na pia iweze kukaa macho mm. Tumeitwa kuwa walinzi kanisani na vilevile vile katika ulimwengu kwa hivyo kazi yetu ni ndani ya kanisa na hata nje ya kanisa. Tumeitwa kuwa walinzi sikiliza. Habakuki mbili na aya yake ya pili, anasema, anasema hivi, wacha nimalize aya yake ya kwanza alafu tuingie ya pili. Anasema, I will stand upon the watch and set me upon the tower and I will watch to see. Anasema I will watch to see he will say unto me and what I shall answer When I'm reproved. Anasema hivi ya kwamba atakapokuwa amesema juu ya mnala atakuwa macho. Anasema hivi I will watch to see. anasema hivyo kwa lugha ya Kimombo, alafu anasema hivi I will say unto me and what he will say unto me. Nani huyo alikuwa anazungumza na mtumishi wa Mungu Habakuki? Ni Bwana, ni Mungu. Kwa hivyo alikuwa simame akisikiliza maneno ya Mungu, je, Mungu anasemaje na baada ya kusikiliza na yeye aweze kutoa tahadhari, anasema I will, I shall answer when I am reproved. Hiyo ndiyo ilikuwa kazi yake Habakuki, mtumishi wa Mungu wa aminifu. Hivyo hivyo na hata sisi tumeitwa kuwa wajoli pamoja na Habakuki, pamoja na manabii, ya kwamba tuweze kusoma juu ya mnara, tuweze kutoa a certain alarm, a certain sound ili kanisa liweze kuamka kutoka kwenye usingizi wa kiroho, dunia iweze kukaa macho, kama nilivyokuwa nimesema. Sasa kuna kitu kimoja nataka tuweze kuangalia. Ukweli ni kwamba kanisa, wakati wa sasa, watu wamelala ndani ya kanisa. Napozungumza kanisa, sizungumzi kanisa lingine, sizungumzi nje, nazungumza ndani ya kanisa la Waadventista Sabato, watu wamelala kabisa na si mimi nimesema a -a, ni maandiko matakatifu na roho nabii. Usome wapi? Ni katika kitabu kinaitwa Wakorintho wa kwanza kumi na tano na aya yake ya 32, mtumishi wa Mungu Paulo. Kuna maneno matamu mazuri yameandika hapa, ambayo tukiyazingatia hata sisi ambao tunasikiliza, najua huenda tukatilia mambo maanani na hatimaye kugutua kutoka usingizi wa kiroho anasema hivi 15 na aya ya 32, anasema I protest by your rejoicing which I have been which I have in Christ Jesus our Lord, anasema I die daily. Verse number 34, ni Wakorintho wa kwanza 15 34 32 nimesoma. Alafu na thelathini na nne pia nataka nisome, anasema, awake to righteousness anasema, awake to righteousness anasema, watu waamke katika utakatifu katika hali ya utakatifu. Kwa nini watu waamke katika hali ya utakatifu? Ni kwa sababu wamelala, wamelala katika dhambi. Ndio maana wito wa Mungu kutumia mtumishi wake Paulo ni watu waweze kuishi maisha ya utauwa. Anasema awake unto righteousness, waweze kutafuta maisha ya utauwa, waache dhambi, waache dhambi. Na ninapozungumza kumbuka, nazungumza ndani ya kanisa la Waadventista Sabato. Kwanini? kwa nini niweze kuzungumza maneno haya? Utakapokuwa unaangalia kanisa la Mungu utoka katika enzi za baba zetu ama katika kipindi cha wazee na manabii, utapata kanisa la Mungu lilikuwa ni kanisa sawa. Utakapoangalia enzi za wanafunzi wa Yesu, basi kanisa ingawa lilikuwa linafanya compromise, compromise, lakini wanafunzi wa Kristo walitafuta haki na utauwa. Katika enzi za watu ambao wanaitwa the Matthias and the pioneers, utapata ya kwamba ingawa kulikuwa na compromise lakini the Matthias na the pioneers walitafuta kuishi katika hali ya haki na utaua, na hayo ndio mambo ambayo nataka tuweze kuyaangalia kwa wakati wa sasa. Ah, inasema hivi kuna kitu kinaitwa the sin of compromising. Wakati wa sasa dhambi ya kujichanganya utapata, tunatafuta masuala ya Kristo Yesu, na vilevile vile tukiwa ndani ya kanisa, tena tunatafuta miamko ya dunia, tunakimbizana na dunia, tunataka kukaa kama dunia, tuna compromise our principles. watu hawezi kutuelewa. Mungu mwenyewe akiwa binguni anashangaa na watu wake, kwa nini Anasema hivi, anasema hivi, ni katika kitabu kinaitwa The Great Controversy. Nasoma hard copy hii hapa Eh? hii hapa nasoma The Great Controversy hard copy page 242 Great Controversy hard copy hii hapa page 242 inasema hivi seeing the failure of his efforts, to crush out the truth by persecution. Satan has gained resorted to the plan of compromise. Nilikuwa nataka tuweze kushika jina hili. Ya kwamba Satan had gained resorted to the plan of compromise. Kube, kitu kinaitwa compromisation, kanisa kuunganika na dunia, utakatifu kuchanganywa na dhambi Swala hili ndio linaitwa swala la kucompromise ama compromisation, na roho nabii nasema hivi, swala hili la compromisation ni mpango wa shetani. Nasema, Satan had get resulted to the plan of compromise. Ni mpango wa shetani, ni nia yake watu wa Mungu waweze kuishi katika maisha ya kuchanganyikiwa, maisha ya kujichanganya, maisha ambayo kwa lugha ya kimombo tunasema the compromisation. Inasema, sikiliza, kuna kitu muhimu. Mtumishi wa Mungu wa mahoita anasema, anasema which lead to great apostasy, kube wakati watu wa Mungu ambao wanaishi katika hali ya utaua wanaunganika na dunia, wakati utakatifu unachanganyishwa na dhambi hapo kuna kuwa na kitu kinaitwa uasi mkubwa. Mama huyu anasema kwa lugha ya Kimombo, anasema which led to a great apostasy. Great apostasy. Kube kanisa la Mungu watu wanaweza wana, wana, wana lisifia. Hey, wewe kanisa la Mungu haliwezi likasi, hmm? Kanisa la Mungu alinunua kwa damu yake ya dhamani, na ni kweli kwa sababu Matendo ya Mitume ishirini na nane alinunua kwa damu yake ya dhamani, ni kweli kabisa. Lakini kanisa ni nani? Kanisa si jengo, bali kanisa ni wanaopatana ndani ya jengo, ndani ya nyumba ya sala, hao ndio wanaitwa kanisa kube, hao watu ambao wanapatana hapo ndani makusudi waweze kufanya ibada, makusudi waweze kumtafuta Bwana, watu hao wanaweza wakafanya uasi. Wanaweza wakajiletea kitu kinaitwa kwa lugha ya Kimombo the great apostasy. Wanaweza wakafanya the great apostasy. Wakati wa zamani, nazungumza miaka ya mia tatu ishirini na moja, utapata kuna mfalme kama Konstantino matwan alikuwa ni mtu kafiri na wakati aliweza kuibuka na hila za kuingia ndani ya kanisa. Watu wa Mungu wakasema, wengine wakasema, aha, Mungu amesema, Mungu amesema, hatuwezi tukachanganya dunia na kanisa, hatuwezi tukachanganya kweli na uongo. Haki na dhambi haziwezi katangamana, haziwezi, haziwezi katangamana. Juzi ninapozungumza swala hili la the great apostasy na kitu kinaitwa the compromisation, utapata ya kwamba viongozi wa kanisa la Adventista katika ngazi za juu kule Conference, General Conference GC, utapata kuna kiongozi wa religious liberty anaitwa Ganoune Diop eh, nadhani wengi wako tuna taarifa zake, wengi najua wamesoma kumhusu, lakini ukweli ni kwamba, na si kwamba napinga kanisa, na si kwamba nachafua jina la Waadventista Sabato, maanake hata mimi ni mmoja wa Waadventista Sabato, lakini nataka tuweze kukaa pamoja, tuweze kuulizwa pamoja. Mungu anasema come let us reason, katika Isaya moja kumi na nane. Na mimi pia nataka niweze kualika ili tuweze kukaa pamoja na kuleta mawazo yetu pamoja, tuwe na kitu kinaitwa uh, tuwe na uh, eh, tuweze kuulizana shuari. Kanisa linaweza likatangamana na dunia? Je, viongozi wa kanisa wanaweza wakakaa meza moja na Papa?